Osman, Azuru Isiolo. Sheikh Jamaludin Osman ambaye ni imamu mkuu wa msikiti wa Jamia jijini Nairobi amefanya ziara ya siku tatu hapa mjini Isiolo na kutangamana na akina mama, vijana na wanafunzi wa shule ya msingi ya Al Falah na ile ya Soha iliyopo kambi ya juu wadi ya Bulapesa. Sheikh Osman pia alikutana na wanafunzi wa zamani waliosomea madrasa ya Al Falah. Akizungumza na meza ya runinga ya Waso, imamu huyo ametaja kuwa kupitia juhudi za taasisi ya Al Falah wanafunzi wengi wameweza kuhifadhi Qur'an tukufu na kuenea katika taifa hili nzima na kuwahimiza wafadhili kupiga jeki taasisi hiyo ili kuiboresha zaidi. Na leo nimeweza kufanya ziara mji wa Isiolo na kaunti ya Isiolo kadhalika, nimeweza kufanyia ziara Al Falah Center na Al Falah ndo sababu ya Qur'ani kuenea Kenya nzima, na watu wengi walihifadhi Qur'ani zaidi ya miaka 30 iliyopita kupitia juhudi ya Al Falah Center. Kwa wale ambao wangependa kufanyia kheri mji huu na kuhuisha dini katika mji huu basi wawe wa kwanza katika mstari mbele wawe take. Basi wawe katika mstari wa mbele kuweza kuhuisha dini, na njia bora ni kuhuisha kupitia Qurani na kazi hii yafanywa na Alfalah na namwomba Allah subhanahu wataala atudumishie kheri na atufungule milango ya kheri. Aidha, Shekh Ahmed Seth ambaye ni msimamizi wa taasisi hiyo, amemshukuru Shekh Jamaluddin kwa mawaidha ya kuhimiza waumini wa Kiislamu Kudumisha amani na kuepuka kwenda kinyume na maamrisho ya Mwenyezi Mungu. Tunafurahi tumeweza kutembelewa na imamu wetu kutoka jamii ya Masjid Nairobi pia msomi wetu, uh, tunashukuru kwa sababu katika ziara yake Isiolo ni kuweza kukumbushana mema na kukatazana mabaya, na tunashukuru vilevile ameweza kutembelea kituo ya Al Falah kuweza kuongea na wanafunzi na vile vile sisi kama wafanyakazi kutukumbusha yale ambayo tunafaa kukumbushwa. Kwa hivyo tunasema ni ziara ya heri, tunamkaribisha mara kwa mara. Lakini pakubwa, Sheikh katika hutuba yake ya jana Ijumaa, tumesikia sisi kama waumini wa, wa Kiislamu, tunaomba mara kwa mara tuwe na utulivu, tudumishe amani katika roho zetu, tupendane, tusameheane. Nao baadhi ya wanafunzi wa zamani wa madrasa ya Al Falah waliozungumza na runinga ya Waso wamesema kupitia juhudi za taasisi hiyo wanafurahia matunda ya kuhifadhi Quran tukufu katika jamii. Leo sisi kama wanafunzi wa kitambo formers, ambao wanafunzi tulikwanga hapa e, mimi nilikuwa 1999 hapa. Leo tuko na furaha sana, alhamdulillah, leo wanafunzi wengi ambao wazamani walifika hapa wakiwa wanafanya kazi mbalimbali, wengine ambaye ni mahadhiri ya choki kuu, wengine wanafanya accounts, wengine madaftari, wengine ni wanafanya kazi ya ujenzi, wengine mashaallah tofauti tofauti, wengine ni imams, wengine ni walimu, wengine kazi tofauti tofauti katika hii nji wanafanya. Mimi ni mmoja wao ambaye nilikuwa nimemaliza 1999, ambaye nimemaliza tahfidhul Quran hapa, alafu baadaye i'dadi nimemaliza 2003 nikaenda Uh, inji tukufu ya jirani ya Sudan ambaye wakati huo rais alikuwa Umar al-Bashir, ambaye nilisomea huko na pia wanafunzi wengi ambaye marafiki tulikutana hapa, tuko na furaha sana al-Falah al-Falah. Uh, e, tunashu... rudisha shukrani baada ya Allah juhudi ambaye kina mzee Ahmed Seth wamefanya hiyo. Mzee ndo alitushika sisi mkono mpaka hii mtunda leo imepatikana, ile kauli yake ambaye nakumbuka kila wakati alikuwa anatuambianga atumia hikma. Hiyo hikma ndio saa hizi tunatumia, mpaka saa hizi mimi nikaongea mahali natumia hiyo hikma. Jazakumullahu khairan. Kwa upande wake imam wa msikiti wa jamia hapa Isiolo ametoa wito kwa wazazi kuwajibika zaidi kuhakikisha wanao wanahifadhi dini ya Kiislamu ipasavyo na kufuatilia masomo yao wanapokuwa shuleni na kwenda madrasa hii ni neema ambayo wale ambao wako nje lazima mfaidike. Hii ni dini hakuna mwingine isipokuwa, lazima sisi wote tusimamie dini ya Mwenyezi Mungu. Lazima tufanye bidii, tufunze watoto wetu, ikiwa kila mahali, kila sehemu, ikiwa shule, ikiwa madrasa, tusimame na watoto, watoto wetu insha allahu taala. Wazazi hasa mahali ambayo wako, mfanyeni bidii, msomesheni watoto Mjue hali ya watoto kabisa, ati watoto yako ambao umetuma madarasa, usikue mtu ambaye hawana habari ya watoto. Lazima asubuhi na la jioni, wale ambaye watoto wako wako, mujue hali zao vile wanafanyanga. Uh, wazazi zingine, kwa sababu ika tunaendelea hivi, hakuna watoto napotea na, na, na hakuna watoto naingia mahali mbaya, hakuna watoto ambayo wanaweza tumia drugs. Kufanya bidii. Ni kiripotia runinga ya Waso, langu jina ni Hussein Morwangiri Guyo. Runinga ya Waso, ya kujuza na kukuburudisha.